Saizi, ndugu zangu uh, naamini wote wazima wa afya kabisa. Uh, na poleni sana kwa pilikapilika za utafutaji, naamini mbio zinaendelea za kujenga taifa. Mungu awatie moyo, tuendelee kupambana vijana wote pia. Uh, nitoe pole sana kwa iliyotokea uh, Oktoba 29. Naamini tunajua tumepoteza ndugu zetu, na uh, sio kitu ambacho tungependa kitokee na tutamani itokee tena. Uh, kwa hiyo najipa pole wote kwa pamoja. Mungu atutie nguvu tuendelee na shughuli zetu za kujenga taifa kama kawaida. Imenichukua muda mrefu sana kujivuta kuja, kuja mbele ya kamera, na hii ni kwa sababu nilikuwa nachukua muda mrefu kutafakari kwa kina kwa haya yanayoendelea hasa kwenye sekta ya muziki Tanzania. Najua tunakubaliana kwamba tuna itikadi ya vyama, tunakubaliana hilo na, na haijaanza leo na mara nyingi tulifanikiwa. Itikadi ya chama haikuwahi kuingia kwenye muziki, mziki ulibaki kuwa mziki, hauna chama, na wanamziki walikuwa na haki ya kuchagua chama. Mfano, tunayo wako wanamuziki ambao waliamua kuwa wanamziki na pia wakaingia kwenye siasa na mziki waliotumia kama platform ili wasogeza. Lakini kuwa kinachoendelea kinachoniogopesha ni kwamba hii platform inaweza isizalishe lingine baada, kwa sababu tumekubaliana kimsingi kwamba tusisapoti muziki wa Tanzania. Hii ni kauli ngumu na ni nzito sana, kwa sababu uh, ninaamini wote tunajua muziki wa Tanzania umeajiri vijana wengi sana wa kimaskini ni kundi kubwa sana ambalo linanufaika na muziki wa Tanzania. Kwa hiyo tukisema tusisapoti tusisapoti muziki wa Tanzania ni kwamba tunasema tusisapoti vijana wa Tanzania, ambao kimsingi sidhani kama ni njia sahihi ya kusovu matatizo. Tuamini tu kwamba hawa ni wasanii na muziki ni bidhaa yao, ni kama machinga ambaye anaenda Kariakoo kununua viatu akaenda kuvitembeza barabarani akamuzia mtu yoyote bila kujali itikadi yake ya chama au dini. Ndivyo tuangalie katika lengo ya upande wa wasanii pia. Msanii anaenda studio, anaunganisha maneno yake, atengeze bidhaa ya muziki, na ataiuza bila kujali anayenunua ana itikadi gani ya chama. Lakini hapa katikati kumekuwa na movement, na kimsingi movement kama tumeanza kui practice ambayo kimsingi naogopa sana. Naomba nifungue na, na, na, na, na, na, na huu mjadala kwa washikadau na wenzangu wote ambao tumepambana kujenga hii tasnia au kiwanda cha muziki. Tulikijenga kwa sababu kutengeza ajira watu wengi sana, na tumefanikiwa kujenga vijana wengi sana kwenye mziki. Leo tunapoifunga, maanake tunawafunga hawa vijana ambao tayari ni maskini wenzetu, watoto wa mtaani wenzetu wamepiga hatua wamefika mbele, leo tunawarudisha nyuma. Hiyo sio shida, shida ni kwamba tumefunga vijana wengine wapya ambao wenyewe pia wanaitafuta nafasi ya kufika hapo juu. Nina hakika uh, hata wakati tunafanya hizi movement kutoka kule mtaani, tunaamini kabisa kwamba tunajiumiza wenyewe. Kwa sababu turudi nyuma, tumwangalie uh, msanii kama misomisondo 3 uh, years back alikuwa wapi inawezekana alikuwa kama wewe ambao sasa hivi unakaa kwenye peji yako na kucomment kwamba muziki tusi support. Maana yake tunamrudisha kule alikotoka na hatujui akienda huko atafanya nini tena. Tumwangalie Sholo Mwamba kabla ya, ya ya, platform ya, ya, ya mziki, au kiwanda cha muziki kumpa nafasi alikuwa anafanya nini? Tunaposema tunafunga funga maana yake tunamlazimisha Sholo Mwamba harudi kule nyuma. Hatujui atafanya nini akisharudi kule nyuma lakini efekti nyingine kubwa ambayo tuiangalie kwa kina, unaposema msanii hata akiweka mziki wake kwenye platform tusisupport, madhara yako mengi. Msanii ataacha. Kama utafuatilia kwa makini sana, tangu movement zimeanza, wasanii wameacha wame kuproduce mziki kwa kiasi kikubwa sana. Hata kama wanayo mziki yao wamekaa nayo ndani, kwa sababu vitisho vimekuwa vingi na wenyewe hawajui hata wanakuja vipi, lakini madhara yaliyopo sasa hivi, hiyo video ambayo nasema hutoi support, sio kama hautomsupport huyo msanii, hautosupport vijana. Hiyo video moja, wanaoshiriki kuitengeneza ni zaidi ya vijana 300. Kuna cameraman, mtoto mtoto huko Mbagala, wanatoka wengine wanakotemega na kulala. Kuna photographer, kuna lighting, kuna watu wa sound, kuna madancers, kuna watu wa makeups. Na kuna watu wa location, kuna timu kubwa sana inashiriki kutoa video moja. Unaposema hii video tusiipe nafasi, maana yake hao vijana wote tumeua njaa. Na kwa bahati mbaya sasa, kama tutakumbuka vizuri, wasanii ilifika pointi kwa siku zinatoka video tatu, nne au tano. Sasa unaweza ukapiga hesabu mwenyewe, ni vijana mia tano mara tatu kwa siku, mara siku thelathini. Hizo ni ajira za watu wangapi tumeziua kwa sababu ya itikadi ya kisiasa. Nataka nimtaje ndugu yangu hapa, sugu. Sugu wewe ni kakaangu na, najua kabisa una effort kubwa sana. Asilimia kubwa ya maisha yako ni muziki, muziki umekupa nafasi hiyo. Na kwanza kabla y kupa nafasi umeupigania sana, yaani iko wazi kabisa, katika waasisi ambao wamepambana sana kujenga muziki wa Tanzania. Sugu huko mbele, sugu muziki ulikupa jina na mwenyewe umekiri kusema kabisa kwenye nyimbo zako, muziki umekupa jina umekupa hela umekupa na madeu kwenye nyimbo zako mwenyewe. Lakini pia muziki umeku, umekupeleka bungeni kwa sababu uliupigania ukafika sehemu ukaweza kukutengeneza na wewe ukawa mbunge ukawa mwanasiasa wae. Nakutaja kwa sababu hata sasa hivi una movement unazifanya kuna um, tamasha unaliandaa kila baada ya miezi mitatu, Bongo Flava Honors. Mimi nikiwa kama mdhamini wako namba moja, ulinifuata na ukanambia, the reason why unafanya hiyo ni kwa sababu unaona kuna wakongwe ambao waliweka effort kubwa sana kwenye mziki na hawe, wa, hawana platform. Unatengeza platform ili kuendeleza kukuza mziki wa Tanzania, na nakiri hapa mbele za watu Sugu, hiyo eventi haikupi hata shilingi, mimi najua m nakupa matangazo, nakupa nakupa hata hela, lakini kuna wakati naona kabisa unatoa yako nyingine mfukoni inafanyika. Why? Ni kwa sababu unaendelea kujenga mziki, ni kwa sababu kutoa platform ya mziki vijana wengine wa wahamasike waingie kwenye kiwanda cha mziki iwe ni ajira yao. Sasa leo kwa nakutaja hapo sababu unajua kinachoendelea, unakijua haupasi kukaa kimya. Natamani baada ya kuona klipu hii, Sugu, fanya kitu na wengine na washikadau wengine, fanyeni kitu. Tusikubali kabisa kuua mziki wa Tanzania, ambao umejengwa kwa effort kubwa sana, zimetumika hela za watu, zimetumika nguvu, umetumika muda, na kuna watu wengine wamepoteza maisha katika harakati ya kujenga mziki, wapo kuna wasanii ambao wamepata ajali wakiwa katika movement ya safari ya kwenda kwenye muziki mm-hmm, huu ambao tunataka kuua sasa hivi. Master J, kama iki, ikiwapendeza tutafute njia nyingine ya kuadhibu mtu ambaye unamwona yuko tofauti na itikadi zako. Kwangu mimi, nikisema ni nizungumzia upande wa wasanii, naona ni msanii ambaye ameadhibiwa kwa kosa la kujitafutia riziki ni kwa kosa la kwenda kutafuta kipato chake. Kumbuka wasanii walikuwa kwenye majukwaa ya siasa, walikuwa wanalipwa. Huo ndio ukweli, mi najua walikuwa wanalipwa. Amna msanii ambaye alikuwa afanya kazi bure. Kwa hiyo manake ameenda kujitafutia riziki, sisi tunamwadhibu kwa sababu aenda kutafuta riziki yake. Lakini pia msanii anayo haki ya kuchagua chama, kama alivyomtaja hapa Sugu. Sugu ni msanii akiwa amechagua chama ambacho anakifanyia, anaki kazi nei Nei tunaona ne, mitego naomba roho sikae kimya. Nei ni msanii ne, na ni kijana wangu. Yeye mwenyewe atathubutu kabisa au atakiri kabisa mimi ni mmoja kati ya abo watu mmemjenga Nei kuanzia anaanza kwenye mziki. Lakini hata alivyoamua kwenda kuchagua side au side ya chama, tulikaa tukaongea mimi na Nei. Nikamwambia Nei, you know, mimi na nikifanya mziki na focus na mziki. Akanambia bro, na naelewa, lakini mimi niruhusu nifanye itikadi zangu ni chama kingine. Nikamwambia sawa Nei. Sijawahi kumvunjia heshima, sijawahi kumnyima platform. Tena nakumbuka hata mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tuli, tulipata nafasi ya kufanya kampeni ya, ya kuhamasisha watu kuchanja baada ya ile janga la Covid, na one of my ta, one of my taasisi ilipewa hiyo kazi nikiamini Nei ni mtu ambaye ana sikio kubwa kwa wananchi chini nilimfata Nay nikamwambia, kuna kazi hapa ya kampeni ya watu kuchanja Nay, bwana, nitaruhusiwa? Na yeye akaniambia bwana mi sidhani kama nitaruhusiwa kwa sababu mimi itikadi zangu, na hiyo ni kampeni ambayo iko chini ya wizara ya afya. Wizara ya afya ni serikali, sidhani kama nitaruhusiwa. Nay nikamwambia, hili ni jambo la kitaifa halina chama, na mimi nitasimama kuwaelekeza wahusika wasichanganye mambo ya siasa na mambo ya kitaifa which is na hii unakumbuka, hii eventi ulifanya, ulizunguka katika hiyo tour nchi nzima, shughuli ya wizara ya afya, shughuli ya kiserikali, na wewe ulipanda kwenye hiyo steji, kwa sababu muziki ulikuwa umesimama kama muziki kwa ajili ya kuelimisha wananchi wakachanja.